hiyo miaka akisema uwezo sio kitu ya kuchezea, na alipokuwa akipeana madaraka kulikuwa na upanga that he handed over to President Kenyatta ambao aliupeana President Moi Kibaki, kwa Rais Moi Kibaki There was something handed over. Kuna kitu na rĩrĩa nengereire kĩbaki ũguo mũthigari ũrĩa warĩ thutha wa moi Adore arĩa marĩ state house marĩ mwena wa Moi maririre magithira mutwe. Power is God, wale watu walikuwa ikuru pamoja na Moi walilia machozi, kakwisha maana madaraka, uwezo umeondoka. Because there is no more power, maana madaraka, uwezo haupo tena. Moi agethie, Moi akaondoka state house

to receive power. Yesu Kristo akufa apokee uwezo. Jesus died to receive wealth. Yesu alikufa ili apokee utajiri. Wisdom. Hekima. Even honor. Hata heshima. And even the glory. Hata utukufu. Do you know what glory means? Sijui unajua utukufu maana yake ni nini? <laughs> Wamarora ya madhi ivivisi yao, guwasi yao, besi yao. Teta kukwela, Jesu akuire, tutaruli hithi ya kuhu na adhugu wa muwegona. That the glory that is there. Hmm? Mimi na temelea wazungu na wahindi, nikiona ule utukufu ulio kule. Wala wanyogo siya mahuwa. Ukitazama zile zile chungu zina, zinawe kwa mahuwa. Wala wanyogo. Mugu udagu dhakara. Ukiangalia bustani ile ya pale nje. Vile imepambika waroraririe ria wa mosio cio nginya kihingo. Ukiangalia utukufu ulio katika ile boma, hata marango yake. nindaikirire kwa mundu mwe, mimi nilingia kwa mtu mmoja mmoja, ngihakirwa mugatenya muitare dona, nikapakwa dona mukate, mukate, kitu ambacho sijai kuona nyamukria Kristo, nyamukria, eh kitu ambacho iko clear, iko safi ni kiuma, mwalimu angeroma

pikipiki pikipiki twana turaina athuri na atumia nokuina he died to receive glory, he died to receive honor, kindu giothe kiria kihetwo gitio ni kiheagwo riri ni ngai riria twathondekire kanisa uyuri, tulipojenga hili kanisa. Andu mwaroraga terevishoni, watu wanatazama televishoni zao makorani ya tiriri. Wanaanza kuulizana ulizana Kanitha we Kenya. Marora. He, nani bisatu marora. Kanitha we Kenya, he, kanisa iko Kenya au iko wapi? Eh, ni Kenya. He, kanisa iko Kenya. Mw, iko Kenya au iko wapi? Ni Kenya, huko, huko ni Kenya. Hapa je, ni Kenya? Marora ire mairia, mukiona ile milima, miteteno matunda ta mari yari, miti na matunda kama yari, ne mahiu. Je, ni ya kweli? Tondu wa glory.

Warora mundu kana mucii gake uria kahana. Ukitazama mtu vile boma yake ilivyo. Warora kioro haria giakitwo. Ukiona choo mahali imejengwa. Warora kanyeki. Ukiangalia nyasi. Warora mahua. Ukitazama maua. Warora iti nyumba waingira. Ukitazama vitu. Warora uria thiminditwo. Ukiona nyuma vile imejengwa. Warora uria irikitio na tairo. Ukiona tairo. There is glory. Hallelujah. Hallelujah. Ee, ithui caci Che, sisi kanisa, nyumba ya matope haijawekwa sakafu. It's worthy warfare. Hii mambo yote itakugarimu vita. Bwana atukuzi sana. Wale watu ambao Mungu amewabariki. Pia Mungu aliwapa na utukufu Mwana Mwana sifue sana nginyagai niaguthakaragia kwenda hata Mungu akikupenda anakubamba unakuwa mrembo ona mudhuri toyo ni muthuri wena miaka noye na tai na Unaona mzee kama huyu akona miaka lakini amevaa suti na tai anapendeza urakuhe utukufu warora iratu cia mundu ucio ni njega ukiangalia okay, viatu vya viya mtu huyo ni nzuri warora thuri taga maikarite na mburuciaota meterire kuroga mirero rohi kiburani yeah ni adhaka ukiona wachungaji hao wamevaa masuti ya rangi ya zambarau kana kama wanangojea kusimamia urusi harusi, wanapenda wanapendeza. gikogona inekia gaika gero nikuma glory nikuma wisdom nikuma power nikuma wealthy nikuma honor nikuma blessings toto he died to bring all these things upon his altar. Madhabahu ya Bwana inahitaji kutoka utukufu utajiri uweza maana Kristo alikufa apate kupokea vitu hivi vyote. Oh nawaiga no. <laughs> nerari. Lakini kama utatosheleka. <uta> nawaiga <laughs> <laughs> nerari. Ukitosheka hapo ulipo, endelea kukaa hivyo hivyo. Yesu aliyahudi aramaamwitikitie. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomuamini

Hakuna mtu atakuliza. Na wako radhi mu no, mwako uyuri na usipobarikiwa mwaka huu. Mwaka ugeni uroka. Mwaka mwingine utakuja. Januari yegeni uroka. Kuna januari nyingine pia. Na wako roho bado, mwendugu na agi, mamu waka osi yore. Na katika mwaka huo, ukuwa rafiki wa Jehova. Mwaka ucio ri, Jehova noe kukuiga mwoyo matura. Kindu kika kama umeamini. It will come a day. Itafika siku. And you shall know the truth. Na utajua kweli. And the truth shall set you free. Na kweli na ujua itakuweka huru. Hallelujah. Pa. Yesu makofi. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. He died to receive power. Kristo alikufa kupokea uwezo. To receive riches. Kupokea utajiri. To receive wisdom. Kupokea hekima. To receive knowledge. Kupokea maarifa. To receive honor. Kupokea heshima. To receive glory. Kupokea utukufu. To receive blessing. Na kupokea baraka. Praise be to Jesus. Jina la Bwana lisifiwe.

Gikorwo na sabina you will have to apply the key ukiwa na kifungua nawe ufungue nyumba nekwehingura, ngihingura yo nyene, ta ure ni murona ngeka maundu ogwo ure ni murona ngeka ngo ogwo mimi mnaponiona nikifanya mambo jinsi ninavyoyafanya. I am putting my faith into an exercise. Ninaweka imani yangu katika matendo. Na Nuna Yesu raugire atiriri. Nuna jua Yesu Kristo alisema mundu wothe wiguaga maundu maria jugaga nadekaga. Mtu yeyote anasikiza neno langu na haritendi. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Amen. Amen. Noe ni yorathurete. Nithuurite riri, mimi nimechagua. Ndirikaga maundu uria kio kiroiga. Nitakuwa nikifanya mambo kulingana na maandiko. Nindirikaga uria maundu maroiga uria baibu iraiga, mimi nitakuwa nafanya mambo vile Bibilia imesema. Me, I'm decided to do that. Mimi ameamua kufanya hivyo. todo andu aingiri maana watu wengi, na mbele anener na idadi kubwa ya watu ni aria metaga mwathani mwathani na kanua na matikaga ra ugite ni wale wanamwita bwana bwana kwa midomo yao, lakini matendo hawatendi. ingiona thina nigwika ria bible iroiga ri ni kama nitapata nikipata shida kwa kutenda vile biblia nasema ni eti ni ritniengaconoka sio mimi ambaye nitaibika, ni mwenye Bible ni Biblia

Nikaona yeah, yeah. Watu wanakanyaga hatu yeah. Mmoja wakirudi nyuma yeah. Wakisema he

Watu wamini Mungu tu kwa midomo midomo tu. Darua huja ige Kama wahumini wengi sasa. Marona de, de mwe hiya munu. Wanaona mimi ni mwenye dhambi kupindukia. Naone me haridi ya kui karogo, without power. Lakini wamejianda kukaa hivyo bila uwezo, without money, bila pesa, without the glory, pasipo kwa na utukufu

Bwana, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni zinatembea mazito, mazito na kupigana vita. Kio maana tuko hivyo, hivyo. But, uh, you have your father here. Lakini uko na baba yenu hapa

ati andu ni kwenda matendete gutethia David. Unajua watu sio kwamba hakuwa anataka kumsaidia Daudi. Rebere we ni toyo mwekerero wakwe. Sisi <laughs> tunajua mwelekeo wako. Ni toyo urawi kagerera we. Sisi tunajua vile unajijazanga. Ni toyo we utigeta tugondu tu tunini na we tu tu tu utigeta tugondu tu tunini. Wewe umeachia kodoo kundi dogo umeachia nani? Nake Daudi he kiria kerie oririe brothers. na Daudi akauliza swali kuu kwa ndugu zake wakubwa Aga gutiri na reason ya mbara Je hakuna sababu ya vita. Is there no a cause? Je hakuna sababu. Akorwo nduri na irio nyumbari nduri na reason ya gukira thia kahowe kama hauna chakula kwa nyumba si uko na sababu. Akorwo nduri na mbeca cia kurehera mwana thukururi nduri na reason ya gutomarwe

Nitumutware Sauli, tucirike kuigua mundu uria, wakasema tupeleke huyu kijana kwa Sauli, maana hatujasikia mtu mwenye misemo mikali kama huyu. Atwarirwo Sauli, alipopelekwa kwa Sauli, Sauli akamwambia, wewe tu bado ni kijana mdogo, na Goliathi ni mtu mpambe wa vita, ameishi miaka mingi katika vita, ndukamakione experience yake na do, usijali. Don't mind about the experiences. It is, it is nothing when you have a God. David has had a testimony. Simba akatokezea mbwa mwitu. Dufa.

Sauli ai, mundu wako ule akararia. Sauli akasema nitakoi undu. Huyu mtu vile anavyoongea kuna kitu. Kaka ka mundu ni koi undu totoi. Labda huyu anajua kitu ambacho hatujui. Kile kandeka henguo. Basi akasema nimpatie nguo yangu ya vita. Kandeke die na nguo. Ndigatuike ndarekereria mwanari. Wacha nimuuze pamoja na nguo

Oya nguo si si aku akamwambia Sauli, ambia Sauli, chukua nguo zako mzee. Si dige hota go die nacio. Maana hizi siwezi kwenda nazo katika vita. Lehe karuaga akwa kare ajekagira. Mimi nina ngozi ambayo huvaa. Ni e, una rohio di kwenda. Hata upanga sitaki. Kule agithaka ine jikaraga na kigotha. Kule kichakari na kana kopeo. Ni ndarafa tarao to higato ni. Mimi nahitaji tu mawe madogo. Haleluya. Haleluya. Oko mwetu ni kaiganu. Moja tu peke yake imetosha. Kodo mondo tinie sio mimi ngaitheria mondo mwere ha tinie sio mimi ha tinie haleluya haleluya kahe karuru Kijana tu mdogo mchungaji. Na jaba ya bara. Na shujaa wa vita. It can never be us. Haiwezi kuwa ni sisi. It can never be us. Haitakuwa ni sisi. Rekai bara si anyu tiego tuika bara si anyu. Wacha vita. Rekai bara si anyu tuika bara si Jehova. Wacha vita yako iwe ni vita ya Mungu. Mungu wetu atukuzwe sana. Na leo thire bara inili. Na lipo ingia katika uwanja wa vita. Goria theonaga ni thako ri ha. Is this a, is a joke? Koriago, alimtazama akaona ni mzaha. Waokana kigodha kai waka kwegui. Umekuja na kopewa na vijiti, umekuja kwa umbwa. It was a valid question. Ilikuwa ni swali liko na uhalali wake. Mungu atukuzwe sana. But lakini Everybody say but. Kila mmoja sema lakini. The boy had a God. Huyu kijana Daudi alikuwa na Mungu upande wake. Spirit of God was settled in David. Roho wake Mungu alikuwa amekaa ndani ya Daudi. And he said to Goliath. Na akamjibu Goliado, wewe ukita kunia naiti moria mwenjerera. Umenikujia kwa mkuki na roho na upanga. But I come to you in the name of Jehovah God. Lakini nakuja kinyume chako na jina la Mungu Jehovah. Nenda, my brother, my sister. Nataka ndugu na dada yangu. Approach your enemies in the name of the Lord Jesus Christ. Nenda ukavamie adui zako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hali yako mile muthenya wa muthe. Hali yako nimesimamia siku ya leo. Na hinyao kwa

bila mamlaka wala uwezo wewe urathikiriria kuma musii wewe unanisikiza kutoka nyumbani ngai arokurathima Mungu wetu akubariki. no menye ati gutiri kindu ngai agakuhe gitare gikarie na ujue kwamba hakuna kitu Mungu atakupa ambacho hakijalindwa au kukeliwa na mtu. irathimo baraka zako kuna mtu ciaku nijikarie baraka zako kuna mtu ambazo amezikalia. kindu yothe giaku nigikarie jambo lolote lako limeketiwa au limekalishwa. wewe hotore wega ta mudurume ujiandae kama mwanamume oroerere kindu kiria kirege yako, ili uweze kupiganiana kile ambacho ni cha ndio. Sio ni sia Jehova, vitu vyote ni za Jehova na heaga ule kwenda na anampa atakaye. Ndakora in the name of the Father. Gai aroku honia, gai aroku ririkana, ngai aroku rehera irathimo, ngai aroku he glory. Nduri monoku, no nyende cokera ihoya riri, uga mwathani Jesu, njiguira tha, ndathima, he wega waku Nipe we

O madhamaya, o tv. Mungu wetu akubariki, tukutane siku ya Jumapili wakati kama huu, television hii hii. God bless you. Mungu akubariki sana. Hallelujah! Hallelujah! Our our our our joy, our hope, our confidence is in Jesus. He's our firm foundation.